wapo wanaoyakataa baadhi yake. Sema, nimeamrishwa ni mwabudu Allah na wala nisimshirikishe. Kuelekea kwake yeye tu ndiyo ninaita watu na kwake yeye tu ndiyo marejeo yangu.

tuliwatuma mitume kabla yako na tukawajalia wawe na wake na watoto dhuria kama ulivyo wewe, na haiwi kwa mtume kuleta miujiza isipokuwa kwa idhini ya Allah. Kila kipindi kina hukumu yake. yamhu Allah ma yasha wa yuthbitu wa indahu umul kitab, Allah hufuta na huthibitisha atakayo katika hukumu zake na asili ya hukumu zote ipo kwake. wa inma nuriyannaka ba'da alladhina a'iduhum au natawaffayannak fa inna ma alayka albalaghu wa alayna alhisab, na iwapo tutakuonyesha baadhi ya adhabu tulizoahidi au tukakufisha kabla yake, kabla ya kuadhibu, haikuwa jukumu lako wewe isipokuwa ni kufikisha ujumbe, na juu yetu ni hesabu.

Naye ni mwepesi wa kuhesabu. waqad makara alladhina min qablihim falillahi almakru jamia yaalamu ma taksibu kullu nafs wa sa yaalamu alkuffaru liman uqiba ddar. Na hawa makafiri walishafanya vitimbi kwa manabii waliokuwa kabla yao, lakini Allah ndiye mwenye mipango yote. Yeye anajua inayochuma kila nafsi, na makafiri watajua ni ya nani nyumba ya mwisho akhira. wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala qul kafa billahi shahidan bayni wa baynakum wa man 'indahu 'ilmul kitab, na wanasema waliokufuru, wewe hukutumwa si mtume wa Allah sema, Allah anatosha kuwashahidi baina yangu na nyinyi kuhusu sahihi wa utume wangu.

biidhni rabbihim ila sirati lazizil hamid. Alif lam ra, hiki ni kitabu kulichokiteremsha kwako, ili kwacho watoe watu kwenye giza, uwapeleke kwenye mwangaza kwa idhini ya Mola wao Mlezi, uwafikishe kwenye njia ya mwenye nguvu msifiwa. Allahil ladhi lahu ma fis samawati wama fil ardhi wawailun lilkafirina min adhabin shadid, Allah ambaye ni vyake yeye tu vyote vilivyomo mbinguni -ar na ardhini na ole wao makafiri -wa -wa -wa kwa adhabu kali mno.

naye ni mtukufu mwenye nguvu na mwenye hikma. Wa laqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nuri wa dhakkirhum biayami Allah in fi dhalika laayatun likulli sabarin shakur, na kwa hakika kabisa tulimtuma Musa pamoja na miujiza yetu na tulimwambia watoe watu wako kwenye giza wapeleke kwenye mwangaza na uwakumbushe siku za Allah. Hakika katika hayo zipo ishara kwa kila mwenye kusubiri na kushukuru. wa idh qala Musa liqaumihi dhkuru ni'mata Allahi alaykum idh anjaakum min ali fir'aun. Nakumbuka Musa alipowambia watu wake, kumbukeni neema ya Allah aliyokujaalieni pale alipokuokoeni kutokana na watu wa Firauni. Iz anjakum min ali firauna yasumunakum su aladhab wa yudhabihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum adhim, waliokupeni adhabu mbaya kabisa wakiwachinja watoto wenu wanaume na wakiwaacha hai wanawake, na katika hayo ulikuwa mtihani mkubwa unaotoka kwa Mola wenu mlezi. wa idh ta'adhana rabbukum, la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lashadid, na alipotangaza Mola wenu mlezi kwamba iwapo mtanishukuru nitakuzidishieni na iwapo mtanikufuru basi adhabu yangu ni kali mno. Waqala Musa In takfuru antum wa man fil ardi jami'an, fa inna Allah la ghaniyyun Hamid, na Musa alisema iwapo nyinyi mtakufuru na wote waliomo duniani hakika Allah ni mkwasi mno msifiwa. alam yatikum naba'u alladhina min qablikum qaum nuuh wa aad wa thamud wal ladhina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah, azikukufikieni yeah khabari za baadhi waliokuwa kabla yenu qaumu ya nuuh na aad na thamud na waliofuata baada yao ambao hapana wajuaye illa Allah jaathum rusuluhum bil bayinati faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi shakkin mimma tad'unana ilayhi murib, mitume wao waliwajia kwa hoja zilizo wazi, na wao wakarudisha mikono yao kwenye vinywa vyao, wakasema hakika sisi hatuyataki hayo mliyotumwa kwayo na hakika sisi tuna shaka kubwa na mnayotuitia.